Kauli hiyo ya meneja wa wakala ya barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Songwe inafuatia malalamiko ya baadhi ya wananchi katika vijiji vya Lumbila, Weru II, Igale, Iyula A, Iyula B na Idiwili katika kata za Ruanda, Iyula na Idiwili wilaya ya Mbozi kudai kuwa licha ya mali zao kuharibiwa zikiwemo nyumba na mashamba, lakini hawajalipwa fidia shilingi milioni 131 zilitengwa na serikali na wananchi wale, jumla walikuwa wananchi ishirini na sita. Wameshalipwa fidia zao na wengi wameshatoa kwenye maeneo yale, lakini tulikuwa na zoezi la kuondosha makaburi ambayo sasa tuko kwenye hatua ya mwisho kwa ajili ya kuondosha yale makaburi yanayoathiriwa na mradi, na tuko kwenye hatua za kushirikiana na wenyeji kujua rambirambi ambayo serikali imeitenga waweze kulipa wale wananchi, na waweze kuonyesha ni wapi wenzao watu ambao wamezikwa maeneo ya mradi ulipo, tunahamisha, tunapeleka upande gani? Awali kituo hiki kimezungumza na baadhi ya wananchi kutoka kijiji cha werutu kata ya Ruanda wilaya ya Mbozi, akiwemo Sara Mgare, Fredi Bakari na Hussein Mwashambwa, ambao wamesema wanaishi maisha magumu kutokana na mali zao kuharibiwa bila kulipwa fidia. Mimi nataka tuelewane, kunifidia mimi. Sasa nikae wapi? Nikae wapi? Nikae wapi na watoto? Mm, nilime wapi na watoto niwalishe nini? na ni watoto ikae wapi? nazo nazokaa mimi nyumba za watoto, mwingine yuko huku, mwingine yuko huku. Sasa maendeleo maendeleo yanatakiwa ya, ya, yaende na barabara na mwananchi, unaona nona, kwa sababu gani? Sasa ina maana ukimzulumu mwananchi, umwe ukizuruu mwana mwananchi kuna, kuna mazao kaha, ya kahawa ya mahindi, atalima nini? Si utakumbe mwasiri utakumbe mwasiri. Meneja wa TANROADS kutoka makao makuu akaja akazungumza, tulikaa pamoja naye pale njia panda ya Iyula, akasema kwamba kama wananchi barabara hii wakati na pandishwa hazi ngazi zote hizo hawajawahi kufidiwa, kama hawajawahi kufidiwa wana haki ya kufidiwa, na alisema ninaenda kufanya upelelezi au kufanya uchunguzi kwenye ofisi nikikuta watu hawa hawajawahi kufidiwa, wanatakiwa wafanyaje? Wafidiwe kwa mujibu wa sheria. Mkoa wa Songwe umepokea kiasi cha shilingi bilioni 45 kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya Rwanda hadi Idiwili yenye urefu wa kilomita 21.1 kwa kiwango cha rami, ambapo inaelezwa kuwa kukamilika kwa barabara hiyo kutarahisisha usafirishaji. Mimi ni Jacqueline Mwangama, Clouds TV.